Ni katika uzinduzi wa mafunzo ya siku moja kwa wanawake wachimbaji wa madini kutoka katika mikoa ya kimadini Shinyanga, Kahama na Simiu, yaliyokuwa na dhima ya kuangalia usalama mahala pa kazi, utunzaji wa mazingira na elimu ya ujasiriamali yaliyoratibiwa na Chama cha Wanawake Wachimbaji Tanzania TAWOMA. Na hapa wanapaza sauti kwa hizi leseni ya Taoma, Taoma Yusi, Taoma Simiu, Taoma Geita ukaweze basi kutoa ofa ziweze kutafitiwa zichorongwe kusudi akina mama wasichimbe kwa kubahatisha, hasa Adumas kuwaona hawa akina mama kupitia TAWOMA kwa jicho la kipekee na wao waweze kupata vifaa vya kazi, waweze kuingizwa kwenye utaratibu wa kuweza kunufaika na rasilimali zilizoko ndani ya nchi yetu. Leons Filimon ni afisa madini kutoka mkoa wa kimadini Kahama, anataja hatua wa walizozichukua, huku Mwanakei Abdalla akitaja tija ya wanawake katika sekta ya madini. Ndipo Dr Venance Mwase akatoa kauli ya matumaini kwa wachimbaji wanawake. Wameshachangia kwenye mapato ya serikali zaidi ya takriban bilioni nne kutokana na usimamizi na pia uendeshaji wa shughuli za madini kuweza kutuletea vifaa vya kuangalia miamba inakoelekea ilipo. Ili yote kuonyesha kwamba uchimbaji sio zana za zamani, uchimbaji ni mwepesi tu. Kwenye uzinduzi wa zile ligi kumi na vifaa vingine vya geophysical survey tutawapa tena jaw crusher kumi. Ni mwelekeo mzuri sana wa kujengea TAWOMA nguvu ya kiuchumi kutoka wilayani Kahama, mkoani Shinyanga. Salvatori Ntandu, na hii ni Clouds TV.